Nani sijui, lakini niko na neno moja, kumbukumbu niliyonayo: nilikuwa kipofu na sasa ninaona. Kuna majira Mungu anaweza kufanya jambo, haihitaji kuwamilisha watu wakuelewe. Unabaki na shuda tu moja, ya kwamba haijalishi bisho, kuna mana nineshosba, lakini najua nilikuwa sina shamba na sasa niko na shamba. Nilikuwa sina kazi na sasa nina kazi. Nilikuwa sina mtoto na sasa nina mtoto. Haitaji kumpa utukufu shetani kwa sababu ya ushiria. Bwana Yesu asiwe, weka mikono yako, usema, Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninakataa kila roho ya ushiria kwenye maisha yangu asubuhi ya leo. Hiyo roho inaitaji ni ukuta mbao, usipobomoa na maombi, usipobomoa na maamuzi, hauwezi kuvunjika. Aness, ni ukuta mbao unakulekea limitation kwa ajili ya kuingia kwenye majira yako mapya. Inawezekana ukaunamomba Mungu, ninatamani unibadilishia sura mpya ya maisha yangu, natamani kuingia majira mapya, lakini shida si Mungu kukuingiza kwenye majira mapya sina usheria wa kifamilia haujashughulikiwa bado, usheria wa kikabila haujashughulikiwa bado, usheria wa kinchi haujashughulikiwa bado. Bwana asifiwe. Miongoni mwa deliveresi namba moja ya maisha ya mwanadamu, sikutabiliwa peke yake, ni kuijua kweli, nayo kweli itakuweka huru. Bwana asifiwe. Ndo maana Yesu alipopigana na hawa watu akajua hawa Mafarisayo tayari ni watu wamemezwa na usheria, akasema sina haja kupigana nao. Aliwambia tu neno moja, akawambia siku mtakapowekwa huru na mtakuwa huru kweli kweli. Aneza s anasema siku mtakapoijua kweli nayo hiyo kweli itawaweka huru, waishangayasonawambia siku mtakapoijua kweli hiyo kweli itawaweka huru pamoja na kuambia vile hawaamini kama wamefanya nini, kama wamefungwa. Bwana Yesu, miongoni mwa kifungu cha kwanza juu ya usheria ni kujitambua. Bwana Yesu, ili utoke kwenye usheria ni lazima ujitambue. Bwana Yesu, ni lazima ujitambue ya kwamba mimi ni nani, ndio deliverensi ya kwanza ya maisha ya mwanadamu. siku utakapoijua kweli nayo kweli lazima kwanza ujitambue. Ukishajitambua sasa ndio ujue nini kweli. Miongoni mwa vitu vinaleta uzima ni kuijua kweli. Inawezekana nikakuombea, inawezekana ukatabiriwa, lakini kama haujaijua kweli ya maisha yako, nitakuwa nimekuingiza kwenye msitu wenye simba na hauna silaha ya kujihami ndani yake. w ni lazima cha kwanza Uijue kweli. Mimi nataka siku ya leo uijue kweli. Sasa hao watu wakamuuliza Yesu, tutaijuaje kweli? wakaz ni watoto wa Ibrahimu, hatujazaliwa kwenye zina, hatujazaliwa kwenye ushirati. sisi ni watoto wa Ibrahimu. Bwana Yesu asifiwe. Tena Yesu akaongeza, akaongeza, mngekuwa mmezaliwa na Ibrahimu msingenipiga. kwa sababu nanipiga, kwa sababu ukweli haiko ndani yenu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukajua Kumbe pia ukajua nini? Hao walijua ni kweli sio uongo, wametoka kwenye uzao wa Ibrahim, ni kweli wamezaliwa kwenye uzao wa Ibrahim, lakini shida si kutoka kwenye uzao. Shida wamejua hakuwa na mke mmoja tu, alikuwa na zaidi ya wake wawili. Hao kujua wametoka kwenye mwanamke mmoja. Wametoka kwa sababu tunatambua mwanamke ama mtoto wa kwanza wa hali wa Ibrahim Isaka, Bwana Yesu. Na watu wa mataifa ni watu ambao wanatafsirika, wametoka kwenye nje ya uzao wa salai, wengine walitoka kwenye uzao wa Ketula, wengine wakatoka kwa mzao wa haji. Ni Bwana Yesu. Mimi na wewe ni mataifa, sisi sote Mungu alikuja kwa ajili ya kutukomboa Bwana Yesu Manake Mungu alitaka kutuambia kwamba tayari kuna mataifa ambao wamefungamanishwa na tamaduni za kiasili, kuna mataifa ambao wamefungwa na usheria. Ndio maana akasema, nenda ukatangaze iliyo kweli, ili kila aaminiwe awe na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Ikolonio na sisi ni miongoni mwao. Bwana Yesu asifiwe, ndio maana sijaja kwa ajili ya Wayahudi peke yake, nimekuja kwa ajili ya Wagalatia. Tunapozungumzia Wagalatia, manake tunazungumzia watu wa mataifa. Bwana Yesu. Paulo akapigana kwa ajili yetu, Yesu pia esu iliyoachiliwa ndani yako unauwezo wa kushinda sheria unauwezo wa kuchukua maamzi na kutoka kwenye huo sheria. Bwana Yesu asifiwe, mimi nataka utafakari siku ya leo, mwambie Mungu ni njia gani ninazotumikia. Je, ninamtumikia Mungu wa neema ama Mungu wa sheria? Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hawajafungwa na usheria tu wa nyumbani, bado umefungwa na sheria zao wenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine wamejitengenezea sheria za kwao, maana yake mimi, ili niende niokoke, ama ili mimi niishi katika maisha ya utakatifu, siwezi kuacha moja mbili tatu. Yani maana yake mi nakuwa mlokole wa majina fulani. Majina fulani yakipita, tayari ninarudi kwenye nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Biblia inasema katika Ufunuo, nyakati hizi za saba ni nyakati za vuguvugu ni nyakati ambazo watu wote walioitwa hawajulikani ni wa moto ama wa baridi. Bwana Yesu asifiwe. <todulogu> naye anasema kwa sababu ya uvuguvugu huo, nami nitakutapika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. msalimu so, yetu jina ni mwambie, wewe ni, we ni wavuguvugu ama ni wa moto? Amen, Mungu akubariki, wa Mungu akujalie neema ya ni wazo tu ambao nimetamani nipatie kwa mchana wa leo wazo fupi. Mimi nataka tuingie kwenye maombi mafupi kwa ajili ya kukataa kila roho ya asili ya usheria iliyofunga maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana umeokoka na pia umehesabiwa katika haki, lakini familia yako bado imefungamanishwa na usheria. Kupitia wewe, una nafasi ya kuokoa familia yako. Kupitia wewe una nafasi ya kukomboa uzao wako. Bwana Yesu si unaishi jinsi ulivyo, kwa sababu sheria ya familia yako bado inatafsiri maisha yako. Leo nataka ufungue moyo wako, neema ya Mungu itafsiri maisha yako na sio sheria ya familia. Simama tu kwa miguu yako mimi. leo weka mikono yako kwema, sema Bwana Yesu, Bwana Bwana Yesu Yesu, sema chana wa leo, chana wa leo inatangaza kila roho ya usheria inayofanya kazi, kila roho ya usheria inayofanya kazi

Sasa hivi tumefungamanishwa na roho ya asili. Bwana Yesu asifiwe, ndio mm -hmm. Maana leo toka ulipookoka, vita ya mashambani ndipo ikainuka juu yako. Kwa nini iliinuka? Kwa sababu kuna usheria ulitengenezwa na we umeuvunjwa, so unafurahia wokovu kabla ujashughulikia ile roho ya mashambani. Bwana Yesu asifiwe. So ili wokovu wako uwe na furaha ya mwendelezo